Jubilee, jubilei ni miaka hamsini, miaka hamsini ya elimu ya msingi Kagera Nkanda. Kwa nini tunazimisha jubilii jubilii? Tunataka kuonyesha tunashukuru serikali kwamba mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili shule ya msingi Kagera ilianza, ilianza na sasa matimiza miaka hamsini, miaka hamsini, ndiyo neno jubilei. Kwa nini tunaishukuru? Tumeweza kujenga serikali awamu ya kwanza, shule ikapata kuwako na walimu na miundombinu mingine yote. Na kwa hivyo kuanzia pale, kila mwaka kumekuwa watu wanaanza darasa la kwanza mpaka darasa la saba wanamaliza, wanakwenda katika vyuo, wanakwenda katika sekondari, wanakwenda vyuo vikuu na kila mahali, lakini msingi wake ni elimu ya msingi. Kwa hiyo tunahitaji sana kushukuru serikali, kwa sababu ni kupitia serikali ambapo sisi tumeona kwamba kwamba uh, tuweze kushukuru tuweze kuiona serikali imefanya mambo makubwa. Kwa hiyo tunapokuwepo mahali hapa tunajivuna kwa sababu ya Nkanda yetu. Tunaona maendeleo ndani ya miaka miongo mitano, miaka hamsini, tunaona maendeleo ni makubwa kuliko wakati mwingine wote. Kwa hiyo tunahitaji kuona jambo hili likiwa linaeleweka kwa watu wote na tuweze kujua kuna watu waliweza kuanza, kuna walimu wakuu waliokuwepo mwaka sabini na mbili, elfu moja mia tisa sabini na mbili, Mwalimu Emmanuel Ngogomba alianzisha shule darasa la kwanza akamaliza na akaja mwalimu mkuu mwalimu Richard Karatibu akawepo, akaendeleza, akamaliza. Akaja baada ya yeye mwalimu uh, uh, uh, uh, mwalimu Gerard uh, Kichondo na mwalimu Sams wakaweza kuendeleza hapo, wakaenda kila miaka wakawepo, ina mamesha kigieko na wengine mpaka sasa, katika kuazimisha na mwalimu mkuu anaitwa mwalimu kuja ya Kiasini walimba ameushika usukani kwa ajili ya jambo hili kuwa ni jambo kubwa nzuri, ambayo kila mahali tunafurahi, tunaona kwamba pasipo shule ya msingi tusingeweza kumiliki tusingeweza kusoma wala tusingeweza kuishi katika majiji makubwa kama Dodoma, kama Arusha, kama Dar es Salaam kama Nairobi na kila mahali. Leo hii Wanyenkanda wamefika sehemu mbalimbali, wanajivuna, wanafurahi, wanaendesha magari, wengine wanaendesha helikopta, wengine wanaendesha ndege na vitu kadha wa kadha. Kwao ni jambo zuri kubwa sana, ambayo tumeliona kwamba bila elimu ya msingi tusingeweza kufika hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba tumeweza kuazimisha miaka hamsini. I'm elimu imetupa nafasi ya kuweza kuwepo katika magorofa, kuweza kujenga kama hapo tunakwenda, kwa sababu kuna elimu kichwani. tunapanda tunaona kwamba kuna elimu zimefaidika katika kupata elimu watu kwenye ndege, wanapanda kwenye ndege wanakwenda sehemu mbalimbali, wanapanda kwenye magorofa sababu ya elimu. Kwa hiyo tunatakiwa kuona jambo hili zuri linakwenda vizuri sana katika wakati kama huu, ayo ni wakati ambapo sisi tunaona elimu ni muhimu sana. Hakuna kitu kingine kama elimu. Tunafurahi kuona watu wanapata elimu, watu wanaelimika, watu wanapata kwenda huku na kule, watu wanatoka katika hali iliyokuwa elimu ya asili ya uzima, elimu ya ya ya, ya, ya, ya nyumbani. Sasa tumeelimika, tumeona kuna umuhimu mkubwa wa kuweza kuwa na kilimo, kilimo cha kudumu, kilimo cha michikichi kinachokaa miaka mia moja na hamsini, kwamba unapanda siku moja micha ya michikichi unapanda siku moja lakini unavuna miaka mia moja na hamsini. Unapanda siku moja mche wa mchikichi lakini utaivuna kila mwaka, kila wiki, kwa jumla ya miaka mia moja na hamsini. Ni kilimo ambacho kinawezesha uh, familia vizazi vinne, vizazi vitano. Unapanda leo mwanao atavuna, mjukuu atavuna, mjukuu wa mjukuu atavuna, na mjukuu wa mjukuu na wa mjukuu mpaka miaka mia moja na hamsini. Kwa hiyo tusi kama tuna nafasi kubwa sana, tusiache tushikamane kama Nyenkanda tuweze kuona jambo hili linakwenda vizuri, tunapiga hatua, tunazidi vijiji vingine, tunazidi mkoa mwingine, tunajenga uchumi kwa ajili ya uchumi wa Tanzania. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba kuagiza mafuta ya kula kwa serikali ambayo ina gharimu shilingi bilioni mia sita kwa mwaka haitakuwepo, tutakuwa tunazalisha, atakuwa anachuruzika mawese. Mawese kama mto Maragarasi unavyochuruzisha mawese kwenda kwenye madumu kwenda kwenye maplastiki kwenda kwenye kwenye makontena kusafirisha nje ya kijiji, Kasulu, Kigoma, Tabora, Dodoma, Dar es Salaam, Mbeya na kila mahali, tutaweza kusafirisha kwenda nje Rwanda, Burundi, Kenya na Malaysia na China na Marekani ma mafuta yetu ambayo tunazalisha kwao. Tushikamane tuweze kuona jambo hili linakwenda mbele kama kauli yetu ilivyo kwamba Nkanda yetu ardhi yetu, mchikichi zao la kudumu la maendeleo uchumi na utajiri. Tunapenda kuwakumbuka viongozi wetu walioongoza kijiji chetu tangu miaka ile yote ya miaka hamsini. Kuna madiwani waliokuwepo miaka ile ha, kuna madiwani kama Bahati Bagomba Kandi aliongoza kata yetu kama diwani. Baada ya pale, akaja mwingine ambaye aliweza kuchukua nafasi, hatujamsahau Mheshimiwa Ramadhani Kiribate Bainda, Mheshimiwa diwani ambaye amechukua kwa kipindi cha miaka yote mitano. Baada yeye alikuja diwani mwingine, na mpaka sasa kuna madiwani kadhaa ambao wameongoza wame, wame kati. Kuna diwani uh, John uh, Simon ambaye amekuwa diwani machachari sana, na mpaka sasa kwa ya diwani uh, Kabonge ambaye ameongoza kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo kuna uongozi mwingi ambao umepita na umetuachia maendeleo mengi. Kuna wenye viti wa vijiji ambao wamekuwa wakiongoza tangu enzi za Chifu Kimenyi wa tatu, ameongoza Chifu Kimenyi mpaka kabla huu na baada ya huu na mpaka sasa akamkabidhi Herman Mtimbura. Herman Mtimbura ameongoza kijiji kwa ufanisi mkubwa sana, ameongoza vizuri na mambo yamekwenda vizuri sana, na baada ya pale kuna viongozi walioongoza katika muda mfupi na muda mrefu. Nikanoli eh, Nikanoli Nikodemu ameongoza kijiji kwa ufanisi mkubwa. Alfredi Mpomela amefanya uongozi kwa, kwa kipindi kikubwa kirefu sana na ameongoza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa msingi mzuri. Kuna Saidi Jumaine amehusika katika kufanya uh, kijiji kipate kuwako pamoja na mengine ambayo yameonekana yame na kuna viongozi we, wengi wameonekana wame wakiongoza Edward Mtibiro alikuwa mwenyekiti wa kijiji chetu, na kadhalika na kadhalika, lakini mpaka sasa hivi tunapotumiza um, uh, miaka hamsini hii alikuwepo, uh, katika kipindi hicho. Ndamu sana Nyandura, ndamu sana Nyandura ameshirikiana na na kamati tendaji katika kuandaa sherehe hii. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameshirikamana na sisi bega kwa bega. Kuna wazee wa kijiji, Brighton Mahinda, Brighton Andrea Mahinda, wamekuwa bega kwa bega katika kufanya uh, mafanikio haya. James Dasani, Roman Mtibiro na Nikodemus Mtibiro, Moshi Mwira na wengine wengi. Rodrick Shari amehusika sana katika kuhamasisha vitu vingi. Yekonia Shari Matano, Rodrick wamekuwa wakiunda hotuba mbalimbali mashairi mbalimbali wakiwa na Alfaksaid Samuel Mpunya. Hawa watu ni watu wa muhimu sana wameonekana wakifanya kazi nzuri. Na kuna wengine Alex Wangumba amefanya kazi kubwa nzuri katika kufanikisha jambo hili lipate kuwapo. Kwa kuna mambo mengi ambayo tumeona kwamba tunahitaji kuwakumbuka watu hawa wa muhimu ambao wamekonekana wakifanya kazi zile ambazo ni, ni, ni kubwa sana. Dawson Alfred Kimenyi amehusika katika kufanya ja ma, ma, mafanikio yapate kwako. Ametoa vingi kuhakikisha watu wanapata yale ambayo yameandaliwa. Yupo Eric Mtondo mkurugenzi wa mashule ya, uh, ya St Williams Mtondo na Mtondo English Medium, ametoa shule, ametoa wanafunzi kuweza kuja. Tunawashukuru, washukuru wanafunzi wote waliohudhuria, wameimba, wameimba nyimbo nzuri, ngonjera, mashairi. Kuna watu wengi wameimba, wameimba mashairi ma, mazuri sana ya kuweza kusherehesha. Yupo Queen Queen Rodrick Shali ameimba vizuri sana katika ma, ma, na wenzake watatu, na bwana ameonekana ame, ame, ame, ame kabisa kwamba kabisa katika sherehe hii wamesherehesha vizuri. Kuna watu wengi wameonekana wakifanya vitu vikubwa sana, na wafanyabiashara wameungana pamoja nasi katika kuhakikisha jambo hili linakuwa kubwa. Inawezekana likawa limefanyika kwa uzuri mkubwa. Kuna watu waliojiunga katika kuhakikisha uh, mambo haya yanakuwepo ili tuweze kuweka kumbukumbu yetu. Kissinger Ezekiel, uh, mwenyekiti wa makampuni ya Nabaki Bongo. Ezek, eh, Kisinja Ezekieli amehusika katika kufanya mabango, amepata kuwapa mabango makubwa ya kutangaza Kagera Nkanda jinsi ilivyo na utajiri wake, na kuna mengi mengine ambayo yameonekana kwa dhahiri. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kagera ah, Bwana Yasin ah, Yasin, eh, Kudrak Yasini amekuwa mstari wa mbele sana katika kufanya jambo hili. Kuna mwalimu mkuu shule ya sekondari Kimenyi, shule ya ukumbukumbu kwa kata nzima, mwalimu mkuu wa shule ya, ya, ya, ya sekondari Kimenyi. Ah, tunashukuru kwamba amekuwa bega kwa bega pamoja nasi katika kuhakikisha jambo hili linafanyika, na limekuwa ni msaada mkubwa sana kwa, kwa, kwa ajili ya, ya jambo hili kwa ajili ya jambo hili yeah. Tunataka kuonyesha kwamba kuna wanafunzi waliomaliza darasa da la saba mwaka 1978 na hawa wanafunzi wameanza shule mwaka 1972 wakati shule inaanza na, na na ndipo walipoanza kwao, ni darasa la kwanza ambao walikuwa hawana mtu mwingine mbele yao, ndio wa kwanza kujifunza kuandika, na ndio hawa tuko pamoja nao leo. Yupo Charles Mahinda, yupo Jumanne Ndengwa, yupo watu wengi ambao walikuwepo mi miaka hiyo, ambao Henrico Mtimbura na wengine wengi ambao wamekuwa msali wa mbele. Kuna majina mengi ambayo nitataja ambayo hakika yalikuwa ni msaada mkubwa kwetu. Ilikuwa ni nembo, ilikuwa ni ni, ni, ni watu wa kuigwa katika miaka hiyo na kwa hivyo tunahitaji kuwapongeza sana kipindi hicho chote ambacho uh, wamehusika wame aidha. Tunashukuru kwamba watu wote waliokuwepo waliweza kuitikia kufanya mambo mengi yapate kuwako vizuri sana. Kwa hiyo tunawapongeza sana, yeah, Wakati tunaendelea na, na, na ma, mazingira yote tuliyokwisha kuyaweka, tunahitaji kushukuru sana serikali kupitia uh, ofisi ya waziri mkuu ambaye ameonyesha waziwazi juu ya mazao ambayo tumeweza kupewa bure. Tumeweza kupewa michikichi kwa ajili ya kuifanya michikichi ipate kukuzwa, ipate kupandwa, ili tuweze kuondokana na swala zima la kuagiza mafuta ya kula nchini ambayo kiasi cha bilioni mia sita kwa mwaka imekuwa serikali ikiagiza. Lakini ameweza kutupatia ona, michikichi hii ambayo imeweza kuja kwa kwa ufadhili, tumeweza kupewa michikichi micha michikichi bure hii ni michikichi ambayo tumetoa bure kabisa, na ambayo serikali imegharimia kwa pesa nyingi sana, tukaja tukapanda, ili tuweze kupata mazao mengi ya michikichi. Kwa hiyo hili ni swala ambalo tunahitaji kushukuru serikali sana. Tunaipenda kushukuru ofisi ya makamu wa rais, ambayo bega kwa bega pamoja na sisi kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa green, tunapanda mazao ya green. Na sisi tumechagua michikichi ndio zao letu la kufanya utajiri wetu upate kuwa na zaidi. Tunashukuru uh, uh, ofisi ya mkuu wa mkoa ambaye tulipomwalika kwamba aje kuweza kusherehesha kushereka pamoja nasi aliweza kupanga timu yake yote wakaweza kufika katika kijiji chetu hapa, tukaweza kusherekea pamoja naye. Tunashukuru sana mkuu wa wilaya mheshimiwa uh, uh, kan, kan, kan, kanali Mwakisu amepanga safari akaweza kufika mahali hapa, tumekuwa pamoja naye, ametuelekeza jinsi ya kufanya, ametusikiliza kwa, kwa uzuri, na hata tukapata faraja kwamba serikali ni sikivu hakika. Kwa hiyo tunashukuru kwamba jambo hili ni jambo ambalo limefanyika kwa uzuri kabisa na tunafurahi kwamba kuona jambo hili limefanyika kwa uzuri kwa hiyo tunashukuru kwamba mambo yamekwenda vizuri tunashukuru uongozi wa serikali serikali ya, ya serikali kuu serikali ya mkoa serikali ya wilaya serikali ya, ya kata na watendaji wote ambao wamehusika tunashukuru sana katika yote ambayo yamefanyika kwa uzuri tumeona kwamba hakika hatuwezi kuficha shukrani zetu tumeona tuje tu mbele, tuweze kushukuru, tuweze kuona jambo hili lilofanyika ni jambo kubwa sana, jambo kubwa sana. Napenda kushukuru serikali kwa sababu imeweza kukumbuka vijiji vingi sana. Maji yameanza kutiririka ndani ya kutirika, kijiji ni kwa sababu ni juhudi za serikali kuweza kuhakikisha kijiji kakata kaakanda inapata maji ya bomba. Mtue mama ndoo kichwani, mtue ndoo mama kichwani. Tumeona hali mafanikio makubwa sana na zaidi sana tumeona umeme wa power, solar power. Umekuja miaka michache iliyopita lakini mwaka huu 2024 tumeona kwa macho yetu umeme wa gridi ya taifa, kutoka mbali sana umepita katika mapoli ya kuja kwetu, umefika mpaka katika kata yetu ya kijiji, ya, ya Kagera Nkanda. Umeme huu tutautumia katika mambo mengi sana katika mitambo ya, ya, ya, ya kusaga mitambo ya, ya, ya kuanzisha viwanda kuweza kuhakikisha kwamba tunachakata mazao tunayoongezea thamani. kwa umeme huu tutautumia kwao. Ni shukurani kubwa sana kwa serikali, tumeona mambo makubwa yakifanyika. Kwao tunapenda sana kuweza kushukuru. Barabara yetu inaunganisha wilaya kuja kijijini imekuwa na usumbufu wa miaka mingi, lakini mwaka huu tumemwomba uh, waziri wa Tamiseni, mheshimiwa Mohamed Mchengero naye amekubali kutuwezesha kupata barabara ya lami kutoka wilayani kuunganisha na kata yetu. Zaidi ya hapo, tumeona kwamba katika shule za elevo tumeweza kuahidiwa na serikali, ni sikivu, tutapata shule ya elevo ya kuweza kuhakikisha watoto wetu wanaomaliza form 4 wanakwenda form 5 na wengine wanakuja kusomea mahali hapa. Zaidi sana tumepata kibali kikubwa sana kwa maana kituo cha afya, kituo cha afya ambacho kitakuwa ni kikubwa sana, kitafanya upasuaji itakuwa na mambo mengi ya uzalishaji. Sasa badala ya watu kutoka hapa kwenda maili kadhaa kwenda kufuata huduma hiyo, itakuwa inapatikana hapa hapa. Kwa hiyo, serikali yetu tunaipongeza, tunaishukuru kwa sababu imefanya mambo makubwa, ambayo kila mmoja tunaangalia, anajivuna kwamba kweli serikali yetu imekuwa ni sikivu na inafanya kazi kubwa na kila mmoja anafurahi sana. Kwa hiyo, tunafurahi, tunashukuru kwamba jambo hili limepata kwapo. Tunasubiri kwamba tutakapo anza kituo cha afya, basi tutakuwa na nafasi nyingine. Tutakuwa na chuo cha afya, tutakuwa na chuo cha maendeleo VETA, tutapata vyuo vingi mbalimbali ili watu waweze kutibiwa waweze kujifunza mahali hapa, tuweze kuwa na, na chuo ili watu wetu wapate ufundi waweze kuwa na maendeleo na viwanda vingi mbalimbali. Kwa hiyo, hiyo ndio tunachohitaji.